Kazi kubwa anayoifanya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kama mnavyoona na kama mnavyofahamu jiografia ya wilaya yetu ni kubwa, wilaya yetu ni kubwa, lakini Mheshimiwa Rais ameweza kufika katika maeneo husika kuweza kuhakikisha kwamba tunapata huduma bora ya maji, na hata hapa tulipo tutapata maelezo ya wataalamu, zoezi linaloendelea, hatua zilizofikiwa na commitment zaidi eh, kuhusiana na mradi huu nyuma yetu tunaona ni gari hili la kuchimba visima. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alinunua magari ya kuchimba visima nchi nzima, kila mkoa lina gari la kuchimba visima. Gari hili lipo hapa wilaya ya Ludewa, linachukua hatua za kuchimba visima katika maeneo husika, rescue mission maalum. Sasa kabla ya kutoka hapa wilayani, mimi kama mkuu wa wilaya ninaelekeza ruasa Wilaya ya Ludewa Ruwasa, mkoa tunaomba sana visima vichimbwe vya kutosha kose kuangalia makala ya maji ni uhai Jumatano ya wiki hii saa mbili na nusu usiku na marudio ni Alhamis saa mbili kamili usiku hapa Channel 10. Rasi.